Yes, e bwana, mambo vipi? Karibu tena katika Dylan Channel na hii ni DTV. Ya, yeah, na leo naenda kufunza au kuwaonyesha kitu ambacho I think hujawahi kukitarajia au hujawahi kukiona pia au huenda kikakufurahisha au kikakupa kitu fulani vii katika simu yako. Sasa moja kwa moja tunaenda kuelezea jambo moro kwenye kila simu inawezekana, na wewe mwenyewe tu uhitaji wako kama uko tayari kufanya au tayari kukipokea au kukiweka kitu hiki. Ya watu wengi huwa tunapenda kutumia lock ambazo zipo kwenye simu automatically, yani, kama vile face lock, lock screen ambazo zipo kwa mfano pattern au password au fingerprint, na zinginezo. Sasa leo mimi naenda kukuonyesha hii lock ambayo ni ya kusaini yani, unaweza kutumia vidole vyako au kidole chako kuandika kitu fulani au mchoro fulani au saini fulani, ndo ka lock yako ya kufungua simu yako ya, na hii ni inakubali kwenye simu zote Android pamoja na zile iOS. Jajua kwa upande wa iPhone kama application ipo amara, lakini kwa Play Store ipo kwa hiyo naenda kuonyesha kwa watu wa Android ya utaingia kwa kwa kwenye to yako ya kwenye simu, kisha utagusa sehemu ya kusachi kusachi, utaandika hii gecha hii hapa, gecha screen lock kama unavyoweza kuona hapo, hii hapa yes kwa hiyo baada ya hapo utagusa kishagusa, utaitafuta zitakuja nyingi, lakini tunayoikusudia sisi ni hii hapa yes, ni ndo tunayoikusudia sisi kwa hiyo tushaiona, tutaigusa then tuta open

kufuta mfano mimi hapa nimeshafuta tayari lock zangu zote, kama ni kwa kutumia fingerprint, sio ai, yani ya face, ya iris, yani ya jicho, ya pattern, ya password, nimezifuta. Kwa hiyo nimeka kawaida ya kuswap, umeona nimeka swap. Kwa hiyo hapa kwa moja itakuwa, kwa hiyo hapa simu yangu moja kwa moja itakuwa haina lock. Kwa hiyo nitarudi kwenye application, kama tayari nishatoa locki itakuwa simu yangu ina lock yo, turudi kwenye application, itaanza ku add nitagusa add. Sasa hapa sehemu hii ndo sehemu muhimu sana kuzingatia, hii ndo sehemu ya kutengeneza lock yako. Hakikisha hiyo sign au huo mchoro utakao uweka uwe ukumbuke na uwezo kuuchora na iwe rahisi pia, usiye usiweka umekosea ukaja ukakosea sehemu baadaye kaja ikakupa shida kidogo. Kwa mfano, mimi napenda kutumia gecha ya mwanzo wa, wa jina langu. Kwa hiyo nitaanza na herufi yangu ya jina. Muona mimi nimeweka gecha, lock yangu iko hapa. Nitaambiwa tena nirudie, yes. Hapo takuwa tayari nimesha add. Kwa hiyo hapa sehemu ya pili itanambia ingiza pini Yani, hii itakuwa ni mbadala, kama endapo kio chako kasumbua, ikawa labda haiwezi kuchora tena huo mchoro au hiyo saini ambayo umeiweka. Muona bwana koo, utabidi uzi kutumia pini kufungua simu yako. Ya hapa nita hadi pini. Kwa mimi nitaandika pini yangu hapa. mm. yeah. Itaambiwa rudia tena, nitaandika tena zile zile ambazo tumeziandika. mm. Hiyo e, hapo tayari before ni itakuwa tayari ishakaa kwenye nini kwenye display yangu. Kwa hiyo nita allow hapa permission then itakuwa ya yeah, itakuwa tayari ambayo hii. Kwa hiyo yaani hivyo kama unavyoniona mimi nilivyofanya, au jinsi application ilivyokuwa nataka kwa nataka kwa hiyo naye uta allow kama hivyo wenyewe utatoka tukuja yes. Tena hapa utabonyeza tena guest start, yani tuanze. Kwa hiyo tunaanza sasa. Hapa mimi nitachagua rangi, yani mchoro wangu uwe rangi gani. Kwa hiyo nitagusa, nitakuja hapa, kama nitahitaji nyekundu labda, tuongeza iwe nyekundu ikolee. Kama nitahitaji ipungue kidogo nyekundu ikolee, kwa hiyo nitapunguza, kama tabii niongeze. Yani hivyo utaseti mwenye rangi unayotaka, bado utasave hapa ni invisible gate, yani kwamba hii ni sehemu ya kuonekana ule mwa mchoro. Mfano mimi lock yangu nimeweka sign hapa, ushaona. Kwa hiyo automatically simu yenyewe ukizima, ukiwasha itakuja hivi. Kwa hiyo cha kufanya mimi hapa nimeweka invisible, yani ni mchoro uonekane, ushaona. Kwa hiyo hapa mimi nita labda nachora ile lock yangu sasa. Umeona simu itakuwa imefanyaje? tayari imefunguka, kwa hiyo hapo nimeweka ule mchoro uonekane. Sasa kama ukihitaji labda mtu asione mchoro wako ili iwe pasodi yako ya siri yako, kwa hiyo utawasha kibatani, iki hapo, iki hapo, utakiwasha iki. Yes. Iki. Yeah. Iko kibatani utafadi, utakiwasha invisible utabonyeza hapo, kwa hiyo hapa ta kizima Mfano ukitaka kuchora mona mona ya yeah. Sio uchawi ndugu zanguni, yani sio uchawi, ni application ambayo ni rahisi sana kutumia. Kwa uwezi kuona nilichokichora, lakini nikiwasha hapa, nikizima hii, utaweza kuona mwenyewe mona bwana, easy yani easy tu. Na bahati nzuri au mbaya, umchoro sio lazima uwe vile vile, yani u, uwe tu umefanania tu na vile ambao umefanya. Sio naona hata mimi hapa, mimi nileka nileka SC kubwa kabisa, nileka hivi, umeona bwana. Lakini hapa kwenye kutoa naweza nikaandika tu hata hivi, lakini ikakubali yenyewe ya ya, umeona bwana, ikakubali kama hivi. Kwa hiyo hapo utakuwa ushanielewa. Kwa hiyo pia kama utakuja utahitaji, yaani mtu umempa labda lock ya simu yako mm ametoa vibaya mara mbili mara tatu eh? Inataka impige picha nikakosea, nataka impige picha huyo mtu. Kwa utakuja hapa sehemu ile iliandikwa hii hapa hii kidogo, mimi sio mtaalamu wa Kiingereza lakini nitajaribu hivyo hivyo kidogo kidogo tu, sehemu hii hapa, yes. Hapo nilipozungushia hapo iliandikwa antra antrida antrida selfie, yes. Kwa hiyo utakuja utagusa sehemu hiyo. Sasa hapa utabidi weke kamera yako on, kwa uta turn on, utalo utalo muone bwana, hapo utakuwa umefanya hili tayari, usha turn on. Kwa hiyo hapa kama mtu akitokea ameshika simu yako ametoa lock zaidi ya mara moja, mara mbili, mara tatu, itampiga itampiga picha kwa hiyo hapa mimi nitaseti kwamba mimi hapa, nataka ukitoa tu mara zaidi ya mara mbili, hii kamera hii simu yangu ikupige picha wewe, ambaye umejaribu kutoa password simu yangu zaidi ya mara zaidi ya mara mbili. Kwa hiyo utagusa sehemu hapa hapa ya warning attempt, hapa ya, ngoja nionyeshe hapa, yes, hii sehemu ona bwana kwa hiyo utaigusa hiyo, alafu uta set hapa. Kwa mfano mimi nimeweka mara mbili, ukitaka mara tatu mara nne, wewe mwenyewe tu chaguo lako, lakini minane ili kumwai mtu ni mara mbili. Kwa hiyo nitabonyeza okay, kwa hiyo unaweza kuja ukaona. Lazima sasa hii tuone kama tayari imeshakaa au vipi. Kwa hiyo mimi labda simu yangu ndio hii hapa, hii natoa lock sasa. Muona bwana, mara ya kwanza nimekosea, mara ya pili nimekosea, mara ya tatu nimekosea. Bwana, sasa inabidi tutoe log kama hii picha hii hii application, kama tayari imeshanipiga picha au vipi? Kwa hiyo nitoe log sasa hapo. bila shaka utakuwa tumeona juu imekuja imekaa hapa. Hii hapa, maana mimi nimelala kitandani, kwa hiyo tayari picha tayari hii application imenipiga picha, na ukigusa moja kwa moja utaiona kwamba hii hapa imenipiga imenipiga picha, kwa hiyo unaweza baadaye ukaja ukamjua kumbe, hii ina ina bahati nzuri, inaonyesha hadi muda, tarehe pamoja na mwaka na saa au dakika, like muda ambao umepigwa umepigwa picha. Kwa hiyo hii ni mzuri sana sana sana ndugu zangu, umeona bwana, hii application pia ina mambo mengi mengi mengi mengi ambayo wewe mwenyewe binafsi ukiitumia itakufaidisha kwa vitu vingi. Kwa hiyo kwa leo naomba tuishie hapa. Pia kama kutakuwa kuna kitu chochote cha nyongeza ambacho kipo kwenye application itawaletea muona bwana. Lakini kwa leo ili kuokoa muda, tuchukue hivi na tuweze kuvifanyia kazi. Yani hii application ni mzuri, ni mzuri, ni mzuri ambavyo mimi nimevigundua kwa sasa hivi, kwa haraka haraka ni hivyo, lakini ina mengi. Kuna unlock animation siji, kuna muda hapa kuseti, kuna sound, kuna wallpaper, kuna choice notification draw automatic. Yani kuna vitu vingi sana ambavyo vipo vya kuvielezea kwenye application, lakini ili kuokoa muda inabidi tubaki hapo, bila shaka atakuwa mwenyewe umeona. Kwa hiyo hii ina control simu yako moja kwa moja, yani hata mtu afanye vipi, hata kushusha tu haiwezekani. Kuangalia, kuna wale wambea ambao wanapenda kuangalia ngala vitu, mfano kama message za whatsapp na mengine, anapenda yani sana kuangalia nini, kao atoweza kufanya hicho kitu mpaka atoe lock Muna bana na, kama utaona jini sehemu ya, ya, ya pini. Kama simu yako itakuwa imezingua ni hii itagusa hapa bila shaka, mnaona hapa hii sehemu hii hapa chini kabisa huko imeandikwa pini. Ama mfano ukikosea zaidi ya mara moja mara mbili, ili neno litajitokeza lenyewe automatically kwa mfano. Ndio kwa mara ya kwanza ukizima ukiwasha tu, inakuwa ile neno halipo, lakini ukiwa umekosea umetoa zaidi ya mara moja mara mbili italitakuja ile neno maamoja marambili takua utaligusa utatumia utatoa kutumia pini. Kwa hiyo mimi nitaika ile pini yangu, niweka mwanzo hapa, imefunguka. Umeona kwao ni hivyo, ndugu zangu, ni lakini hii ni application ambayo ipo ni kama nilivyoelezea, na kuipata kwake ndio kama hivyo. Na kama kuna kitu chochote ambacho utakuwa ujakielewa eh, kama utakuwa unahitaji msaada mwingine zaidi ya huu ambao umeuona hapa, basi usisahau kusubscribe YouTube channel yangu pia utaniandikia comment yako hapo au utanitafuta kwa namba za simu ambazo nitaziweka katika description hapo chini, ili iweze rahisi kupata mawasiliano yangu, kama kuna kitu chochote ambacho utakihitaji kutoka kwenye application au vitu vingine ambavyo vipo kuhusu simu. Ko, napenda sana ndugu zangu niwakumbushe kwamba hii YouTube channel yangu ni mpya, ko ningenipa support hata kusubscribe tu kuandika comment ku like ili hii video ikawafikia na watu wengine wakaona na pia kama sio vibaya ukishare kwa watu mbalimbali ili waje watizame hii video na waweze kujifunzisha jinsi ya kuweka hii app kwenye simu yao. Kwa hiyo ndugu zangu naomba huo msaada wenu au support yenu kwenye hilo. Pia kama kutoka kuna kitu kingine chochote ambacho utakihitaji usisite kuniachia comment yako hapo chini. Shukrani na asanteni sana. Tukutane katika video nyingine. Asanteni.